cha kutoka sura ya 30 mstari wa 30. Roho Mtakatifu atufundulie maandiko. Nawe utawatia mafuta Haruni na wanawe mkato unawe, na kuwatakasa mkato, ili wanitumikie katika kazi ya ukuani tam. Unaona kazi ya mafuta? Amen. Yeah. Kitabu ya, ya Amen. Kitabu cha kibali. Kufanya kazi ya ukuani wa Kristo. autaona ulionekana kama kinyago lakini si kinyago. Ulionekana kama bibi, yeah. Oh, leo bibi oh, unayeyuka wanaenda kuwa haleluya, na ulikuwa unafanya biashara biashara, ieni palikauka, ndo haina amani. <coughs> <coughs> <coughs> vurugu kila siku na mme <coughs> ndo wa. wako ailikauka bwana bosi wako ofisini ajili anachukia chukia, chukia. Alikauka hey, hey, lakini leo hey, hey, ndoa kama ina amani, haya mafuta mabichi yanaweka unyevunyevu unyevu. Yeah. Amani narejea biashara hey, hey, yaku nafanya Amina. Umefungua kaduka kanguo